E, shahidi wa siri wa Jamhuri P5 e, katika kesi namba number... 1965 ya mwaka 2025 inayomkabiri mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, ametoa ushahidi wake hii leo Alhamisi Februari 12, mwaka 2026 12, kwenye mahakama kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam, akitoa ushahidi wake mbele ya jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastani Ndunguru. Shahidi huyo ameeleza mahakama kuwa yeye ana umri wa miaka 33 tatu, anaishi Kibangu, Ubungo jijini Dar es Salaam akijishughulisha na ujasiriamali, machinga na kuuza nguo na viatu kwa kutembeza katika maeneo mbalimbali katika jiji hilo la Dar es Salaam, Kariako pamoja na posta ya zamani, feri na maeneo mengine ambayo yeye ameyataja. Sambamba na hilo, shahidi huyo amesema wakati mwingine, ili kuhakikisha kwamba anapata chakula huwa anatembea katika maeneo mbali mbali. Kuhusiana na kesi hiyo, shahidi huyo anasema Aprili 4 mwaka 2025, akiwa amejipumzisha katika maeneo ya posta ya zamani ama garden huko, akiperuzi katika mitandao ya kijamii ya Facebook, WhatsApp na YouTube kupitia simu yake ya smartphone, aliona na kufungua video moja ndogo kwenye mtandao wa Facebook iliyokuwa ikimwonesha, uh, Tundu Lissu akiongozwa na wakili wa serikali mkuu ajuaye Mzegeri P namba tano ameeleza mahakama kuwa ili aweze kuingia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ni lazima kwanza awe na akaunti na intaneti ya kutosha, na yeye aliweza kuingia kwa sababu tayari alikuwa na vitu hivyo. Anasema Tundu Lissu anamfahamu kwa kumwona kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari na kwamba anamjua kama mwanasiasa, na ndiyo maana alipoona video hiyo alishawishika kuifungua na kujua nini ambacho amezungumzia. Shahidi huyo ameeleza kuwa mahakama kuwa alipofungua video hiyo alimsikiliza na kumwona Lissu akisema kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 unatumika kuchagua madiwani wa bunge na marais hautafanyika na kwamba Lissu aliapa kuwa atakinukisha, jambo lililoanza kumtia hofu. Ameeleza kuwa pia alimsikia akisema kwamba polisi wanatumika kuiba na kwamba hata majaji nao ma CCM ndiyo maana hawatendi haki katika mahakama. Shahidi huyo ametoa ushahidi hii siku ya leo, na kesi hiyo bado inaendelea. Tuendelee kufuatilia katika mitandao ya kijamii tujue nini ambacho mahakama itaweza kutoa uamuzi, mara baada ya shahidi huyo ambaye alikuwa anasubiriwa kwa hamu kuweza kutoa ushahidi wake. hii ni CF Media. mimi ni Jackson.